na Mirerani kwa ujumla tumeandaa tunzo na tunzo hii tunakwenda kumkabidhi mgeni wetu rasmi kipekee kabisa. Tunzo hii ni kwa ajili ya namna ambavyo amejitoa kwa ajili ya wanawake wa wilaya ya Simanjiro. Angeweza kwenda sehemu nyingine na kufanya mambo mengine huko, lakini kipekee ameamua kuja hapa na kutusikiliza sisi na kuamua kushirikiana na sisi katika yote tunathamini sana mchango wake na tutaendelea kuthamini hata sasa na hata siku zijazo. Naomba dada Nelly aweze kumkabidhi mwenyekiti wa TAWOMA taifa ili aweze kumkabidhi mgeni wetu rasmi tuzo. Tuzo hiyo uweze kuisoma alafu unakwenda kumkabidhi moja kwa moja. tano wilaya Simanjiro, Manyara kwa Sporah Joseph Mwakipesile kwa mchango wako mzuri katika afya na elimu, umefanya tofauti ya kudumu. Hongera na asante kwa kazi yako ya kutia moyo. Asante, asante sana. Kabla hujamkabidhi tuzo hiyo, hebu igeuze huku nyuma, watu waione wa

ya leo, mimi ni mzima wa afya, nimefika hapa salama, niko na ndugu zangu, dada zangu, mama yangu, kikubwa zaidi, nimekuja na watoto wangu. Naomba niseme asanteni sana kwa kuniamini na kunipa nafasi hii leo. Ningeweza kumpa mtu yoyote, lakini mmenichagua, nashukuru sana.